Kwenye hospitali za serikali na hatimaye kwa mara ya kwanza mtanzania atakwenda kwenye hospitali ya serikali ya kata, atapata vipimo vyote vinavyohusu maradhi yake, na wakati huo huo atapewa dawa kupitia hospitali za serikali, kwa kuwa tutakuwa tumeisheheni vizuri. Na wakati huo huo tunakuja na suluhu la mwarobaini wa bima ya afya kwa kila Mtanzania. Hiyo bima itaitwa Makini Kea, na hiyo bima itakuwa ni bure kabisa kwa kila mtanzania ambaye atazaliwa, siku ya kwanza na siku hiyo hiyo atapata bima ya afya. Bima hoye, bima safi. Ndugu zangu, haya yote yanawezekana. Uwezekano wake ni kwamba tarehe ishirini na tisa mjitokeze kwa wingi na hatimaye mnipigie kura za kutosha. Ndugu zangu, nataka nizungumze masuala mazima yanayohusiana na amani. Amani ni pinu ya taifa la Tanzania. Amani tunayozungumza tumerithi kutoka kwa waasisi wa nchi yetu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Abedi Amani Kalume. Amani hii tuliyonayo, kila mtanzania anapaswa kuilinda kwa gharama yoyote, kwa kuwa siku zote tunasema vita havina macho. Na watanzania lazima tukumbuke uchumi wetu ulivo, uchumi wa mtu mmoja mmoja ulivo, hatuna sababu ya kuichokoa amani ambayo mataifa mengi mbalimbali duniani wanaienea choo. Mataifa mengi wanapigana, wanakimbilia kwetu kama wakimbizi, sembuse sisi amani yetu ya Tanzania tukiitawanya tukiigawanyisha ikitokea sintofahamu, sisi wa Tanzania tuliulize, tutakwenda nchi gani? Ndugu zangu, uchaguzi ni takwa la kisheria. Tarehe ishirini na tisa tuna uchaguzi wa kuwachagua kuwachagua madiwani, wabunge, rais. Zanzibar wanamchagua rais wa Zanzibar, wawakilishi, pamoja na wabunge na madiwani Ndugu zangu, kwenda kupiga kura ni haki ya kimsingi ambayo kila mtanzania inapaswa ajivunie. Kupiga kura ni haki ya kimsingi kabisa. Hivyo basi, tarehe ishirini na tisa tutakwenda kupiga kura kwa mujibu wa sheria, kwa sababu kila baada ya miaka mitano nchi yetu kuna uchaguzi. Kwa hiyo kivyovyote ilo ni takwa, sio takwa la mtu sio takwa la chama bali ni takwa la kisheria. Ombi langu kwa Watanzania. La, wapo Watanzania ambao wanatumia mitandao ya kijamii kusema Oktoba okay, ishirini na tisa kutakuwa kuna maandamano. La hasha, ninawaomba wakazi wa Katoro watu wao muwapuuze, au wanaoneza kwenye mitandao ya kijamii mwapuuze. Tarehe ishirini na tisa ni siku ya kwenda kupiga kura kufanya takwa la kisheria na ukipiga kula, jambo la kwanza, ukimaliza kupiga kula, staili yako ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kwenda kusikiliza matokeo. Wana Tanzania wenzangu, kitu cha msingi katika swala zima la maisha ya kila siku kuweka ama kutunza amani. Nimeanza na swala la amani kwa sababu tumeona kuna taharuki kubwa katika mitandao yetu ya kijamii. Usishawishike, weka bando, angalia kinachojiria, nenda zako mbele. Utakapokuja kujiingiza kwenye ngoma si yako, utaharibu. Wameandaa maandamano, lakini wewe utaandamwa. Sasa utachagua kukaa nyumbani ukatulia, ama kwenda kuandamana kisha ukaandamwa? Wewe utakapofikwa, hili litakuwa lako kama wewe, halitakuwa la wote. Kwa hivyo usiingie katika kitu ambacho ukijui mwanzo wake wala mwisho wake. Endelea kutunza amani ya Tanzania, lakini pia ima, amani ya moyo wako na mwili wako.